Ya naomba mnisikilize enyi wanywa damu za watu wote, ambao mmepata eh, pesa kwa ajili ya damu za watu, mmekaa kwenye vyeo kwa sababu ya damu za watu. Maandiko matakatifu yanasema katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ile ya 16 na ule mstari 26 na nasema, kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Itakufaidi nini ukiua watu wote ili ukae kwenye cheo, ukimwaga damu za watu wote ili upate cheo, ili upate mali, ili upate pesa hizo, itakufaidi nini? Mimi nikwambie kitu kimoja hao unaowaua ili ukae kwenye cheo, hao unaowaua ili upate pesa, ni damu za watu. Ujue unajiua wewe, ujue unajiangamiza wewe, kwa sababu unavyomuumiza huyo unajiumiza wewe, kwa sababu wanadamu sisi sote ni mmoja, ni mmoja. Damu hizo za watu zinakulilia, hautapata raha mpaka unaingia kaburini, hautapata raha Yaani hatujivuruge, vipi useme acheo kitanifariji na wanaonizunguka katika cheo changu watanifariji, lakini nikwambie, hautapata raha mpaka unaingia kaburini usipotubu na kutubu. Sio kusema tu nisamehe. Kutubu ni, ku, ni gharama kubwa sana. Lazima uhakikishe unaanza kulipa gharama ya yote uliyoyatenda, eidha ukubali kuachana na hicho cheo hata ukubali hata kufa kwa kujutia makosa uliyoyatenda nje na hapo, damu za watu zinakulilia. Utakosa la ukiwa duniani pamoja na cheo chako, utakosa la ukiwa duniani pamoja na mali zako. Utakuwa nadhani la utaipata labda kwa kunywa pombe, labda utadhani kwamba la utaipata kwa kwenda kujichanganya kwenye vichekesho, kwenye sherehe sherehe lakini nakwambia hautapata. La unapokaa peke yako na kuanza kufikiria wale wanaolia na damu zile zinazo zilizomwagwa ulizozimwaga zinapiga kelele mbele za Mungu. Ndio maana katika andiko moja ile Ufunuo anasema kwamba nikasikia na kuona watu wengi waliouawa kwa ajili ya neno la Mungu, wakiomba akisema, E Mola, hata lini kuto kuhukumu damu yetu isiyo na hatia? Damu zile zinaomba mbele za Mola, mbele za Mungu na no. Ukisoma katika Mwanzo utakutana na historia na kisa cha Habili na Kaini. Kaini akamuua Habili, Mungu akaanza kumwambia Kaini, yuko wapi ndugu yako? Yuko wapi ndugu yako? Naona damu yake inanililia. Huku ko damu zinalia mbele za Mungu na watu tulio hai tunalia, tunapaza sauti mbele za Mungu na kukuambia ewe muuaji, ili ukose raha. Utakosa raha mpaka unakufa kikubwa. Tumemuua mwanadamu ambaye yupo kama wewe, umemwaga damu ili upate vitu vya maisha haya, ili upate takataka za maisha haya. Ujue utakosa raha mpaka unaingia kaburini. Utajivuruga kwenye pombe, lakini bado ukikaa kwenye chumba cha peke yako utaona kweli, nimekosa Ukiingia mtandao ukiangalia dunia utaona kweli umekosa, mpaka unaingia kaburini. Ni kutubu tu ndiko ambako kunaweza kukusaidia. Tubu, acha njia zako mbaya, rudi. Bora upoteze cheo chako kili, bila aibu yoyote, hata kama watu wakikuua kwa kukiri kwamba mimi kweli ndo niliyeua, mimi ndo niliyesababisha mauaji haya naomba Mungu anisamehe wa na watu mnisamehe, hata kama hamtanisamehe lakini nina uhalali wa kuwawa wa kufanyiwa chochote kwa sababu ya makosa niliyoyatenda. Hiyo toba itakusaidia hata kama ukifa, ujue Mungu ataisikia. Ila nje na hapo, ujue utakosa laha na hukumu ya jehanamu inakusubiri. Amen.